Unajua jana Secretary General wetu alitumuliwa kazi na alikuwa amesema yeye ni tsunami, yeye ndiyo roho ya ODM na hakuna ODM bila yeye, si ndio? Baada ya kutolewa, mimi nilikuwa natarajia atoke na watu wote wa chama waende naye, kwa sababu walikuwa wanaona wanampenda. Baada ya kutoka nao, yeye ameenda kotini <laughs> ameenda kotini kutaka kurudi ndani ya chama. Ah, bwana. Si tsunami. Wewe ni tsunami. Sisi tubaki hapa? Hiyo inamaanisha chama ni kubwa kuliko mtu yoyote, chama ni kubwa kuliko nini, mtu yoyote. Sasa wengine kila mahali oh, walisema baba hakusema hivi, kama mimi ndio sijasema vile baba aliongea. Sasa hao oh, ni nani wanaongea baba hakusema hii na siku ya mwisho tuliwachwa kwa broad-based government, baba ameenda. Okay, ametuacha pale kwa broad-based government, na sasa watu wengine vinyangarika, wengine wanatembea huku na pale wakisaliti mambo ya baba. Wangapi wanasema tawe, tawe. tawe. Wang Ah, ah. Akona, si ndio? Leo awa, the fourth estate, nataka kuwaomba tu sisi tukileta, tukileta mkutano kubwa kama hii, kesho headline yenu ni mtu alikoa kidogo <laughs> mmeweka kwa headline. Mwingine ana hata kwa Facebook ni headline. Na sasa tunaongea hapa mambo mazuri. Kesho tunataka muweke headline. Broad based MPs call wazee from Nairobi to declare that Nairobi is broad based. Yeah. <laughs> Awa waseamwonagi every time. Na awa ndio wakona mabibi na wako na watoto. Kitu tu nataka kuwaomba, ikifika election musitume hawa mabibi zenu nyumbani eti mubaki peke yenu. Mukae na mabibi hapa Nairobi, hapana atuguzi. Hapana, mabibi wakae. Unajua wazee tumekubaliwa hata tano hata sita. Si ulisikia warembo wengine hapo wamesema? Eh, wamekubali na leo tumeua wazee na warembo, mutalala kweli? Wazee mutalala. Aha. What we are saying in Nairobi. Nairobi broad base ilikuja because Nairobi we need peace Nairobi we need peace and without peace there is no development. Na sasa vile baba waliungana na William Samoei Ruto. Mimi kwangu Kibra ukikuja utashangaa zile development zimefanyika. Nikisema street light ni kama Dubai. Wengine wasema Watu wa Kibra muko? Kibra muko? oh. Aya, lakini we sio mzee ulikujaje hapa? <laughs> Tulisema 45 and above what we are saying is when we have a peaceful nation we have development na shangaa sana watu wamemaliza only three years in odm na sisi tulianza na odm au wamemaliza three years now they want to tell us about democracy within odm na hajamaliza hata four years we are asking that those within the ODM fraternity, the most democratic party is ODM. Lakini, you must operate within the party lines and party structure. Wengine, if you go beyond the bounds of genuine maturity and you start abusing those who have made the party to be where it is, then you have no business being in that party. If you want to be in the party then operate within our structures and within the party lines. Sio eti unasema oh wewe ndio na watu, kwani nyinyi sio watu? Atije kidogo leo. Wewe nyinyi sio watu. Si nyinyi ndio watu. Wangapi wanasema Dr. Oburu Odinga ndio kiongozi ya chama kikubwa zaidi ya ODM? Daktari Oburu Oginga kiongozi kiongozi chama cha ODM na nae nyinyi. Nimeanza hivyo ndio mkumbuke mimi ni independent, ndio wangwana wa Kasarani walinipea kura kutoka chama zote, ndio kwa sababu mi ndio nimevalia hii kofia ya black, lakini bado mi ni rafiki wa President William Samoei Ruto. Halafu si mnajua Sport Pesa. Si mnajua Kogalo Gormahia. Si mnajua Gormahia? Mnajua AFC Leopards. Si mnajua Shabana, mnajua Murang'a Seal, sindio? Kwa hivyo mnanitambua sindio? Sasa ndawapatia stori moja, ndio mjieleze, mbona kuna independent amesimama kati ya chama kubwa mbili Kenya. Nyinyi ni wazee sindio? Wazee nyinyi ndio mnafahamu, jue jamii yenu inaelekea wapi Nyinyi lazima mwangalie watoto wenu watasoma aje, si ndio? Na kiongozi lazima akuwe na mahali anawapeleka. Vile nyinyi kama watu wa jamii, vile nyinyi ndio mnajua familia mahali mnazipeleka, mchague viongozi wanajua mahali wanaenda, si ndio? Kwa maisha yangu ya hapo awali, mimi nilikuwa rubani. Msinione hivi kidogo nilikuwa rubani. Ukiendesha ndege ukitoka hapa unaenda London, kuna kitu inaitwa flight plan, unaweka kutoka hapa vile utatua, uta cruise na vile uta land huko mwisho, si ndio? Hauwezi chagua rubani ana take off ndege, akifika huko juu ajui mahali pa kwenda, si ndio? Hiyo ndio sababu mimi nimesimama na serikali. Mimi nimesimama na kiongozi anajua mahali Kenya inafaa ifike, si ndio? ODM. ODM. UDA. UDA. Kwa hivyo mimi nimekuja hapa kudiklea hivi, tuchague viongozi tusipotezwe na watu hawana mwelekeo. Ukisikia mtu anataka Kenya ikuwe Singapore, huyo ni kiongozi. Ukisikia kiongozi ajui vile Kenya itafika Singapore, hapo kuna shida. Kwa hivyo leo tumedeclare na tunajua 2027 ni two term. 2027 nini? Two term. Asanteni sana mungubacay. Thank you very much. Aya.